Kuna mwanamke amenyea macho, kuna mwanamke amenyea macho. Halasema huyu baba huyu, huyu baba huyu, ona kesi hmm? Ndio hmm. Kesi ya nini hii? Kwa nini unagombana? Kwa sababu kuna eh? yake ni kaka yake huyu mdogo wako? um, yeah. kuna kesi na mwanamke ini mwanamke mtu mzima mzima, sio mke, uh, uh, mke wa ndoa hmm. wi sio mke, ni mama mtu mzima, anamlalamikia uh, nini, tueleze wewe. juzi tarehe thelathini. Mm. Nipata matatizo mm -hmm. Nikampiga mke wangu nitaka kumuua. Ukampiga mke wangu na mama mke wangu. Ukapiga na mama mke. Ndio maana maana mama mtu mzima anasema, eh eh eh, hili limezidi. Nasema, ah, mimi nikanywa sumu. Wakanywa sumu. Na sumu ikashinda kuua. Umeona, kesi ipo. Yesu akusaidie, utakufa. Amen. Na nitakuombea Mungu amguse huyu mama mkwe apate moyo eh, nafasi ndani ya moyo wake akusamee <laughs> ili muweze kuishi kama mlivyokuwa ishi kwa amani <laughs> na mke wako aweze kukusamea mke wako amekuja naye kunitoa polisi hospitali ndio mekuja ndimekuja ok. Yesu akuponye yes, kwanzia liotakwa huru na hutaweza kupiga mtu tena. Amina, asante Yesu kwa ukombozo huu. Amina.